Hmm. Ati ume cheat na mimi nime cheat. Hakuna kuachana, tunaendelea. Mina mwata, mimi sijakukataa. Nini? Hapana, sasa unicheza alafu tu ai, kwa nini wewe unicheza? Basi gharama zangu wazilipa sasa. <laughs> Hivi ndo uende kwa huyo alishia, unaendanga hizo pesa zenye naleta. Iko kitu kidogo kidogo chenye nanuko kwa nyumba, waenda kula na huyo alishia wako, si ndio? Umekuwa ukimlisha si ndio? Wampa makisi huko sasa, siachani na wewe mshasema <laughs> tuachane, tuachane. Sikuachi. Oh. <laughs> Okay. Sikuachi. No. Tuachane. Sikuachi mi, tuachane, hakuna mahali unaenda uachwi Sikuachi na mtu ulipia gharama zangu uende, anataka wewe unaniacha, siachiki. Ulipe gharama ama ubaki. Mungu niperekayu msichana, hakuna mtu anakula yangu nanenda bure. <laughs> Hey. Imagine wewe. Hmm. Wewea wengine ni marafiki tu wa uko mbali, si eti nitawafuata. Hata kwanza mali wako sijui ana kuangana nani, si huwa ni kuchat tu, hatujai kutana. Lakini wewe mwenye tuko na wewe hapa utabaki kuwa wangu. Sasa si ni ni kuchat tu na... Ni tu. <tipulis> Haka, na mapenzi. Ungatuki ngo. ngo. <tipulis> <tipulis> Tua Hapana, Tuachane tu. Hatuachani, nishasema tuachani <tipulis> Sawa, mi nitajiondoa polepole bila hata kilio wala nini. La sivyo. Hata minu, leo twatoka hapa tukienda kwa nyumba. Eh, ndio. Usifanya hivyo majuju atakuandama. Zizi. Atatembea na mtu na date na watu wengine. Sasa kina nani hao? kina, yes, kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina Kina Kina kina nani? Kina nani? Kina nani? Kina nani? Walikuwa naitwa kina nani? Wewe hata ufai kusikia uchungu. mimi ndo nafaa kusikia uchungu kwa sababu unanichit. Unasikia uchungu wa nini? Wewe wanifanyia nini? Una uko na moyo lakini wanifanyia nini ndio niseme kwamba unichiti. Mimi nakuprovide, alafu anaenda kuleta wasichana huko, anaenda kulalia kitanda yenye nimenunulia mattress, nimenunulia duvet na nimenunulia kila kitu. Anaenda kuleta wasichana huko. Nikikuja nikinunua unga nini nini. Unga. Wewe wa kwanza kuwaita kuja ni munipikie. unga. Ninyamaze kitu gani? Niko na uchungu. Nini? Si, si nyamazi. Mpaka ukubali Saabasi kwamba mekubali, ee, lakini tunaenda sote ukubali kwamba tunaenda kuketi tusolve hiyo mambo. Tushamaliza nini umekubali kwamba tunaenda kusolve ama? Tunaenda kusolve basi. Ni ukiongea sana ndio kukula habari. Kujaribu jaribu utanijua natakwakwa maji ya tumvi. Ndio hivyo. Utembei nani? Nani na nani? Watembea cheat. Vipi <laughs> ah, ah. Wewe si hata mwenyewe unanichiti ni nini ni, ni shida, tuende nyumbani tu solve issues. Sio una cheat na nami na cheat. So tumechitiana sasa, situnaanza fresh Acha tutembe na wewe Uteidabaya. Huyo alisha mwenye ulimwambia zimesimwa kutegemea mahali atuone na wewe ajitokeze. Nataka kumtambua yeye. Sawa. Sawa, tunaenda. Siku chachisha tuna si wao wajifanya kwamba wewe mwanaume dume nini? Mwanaume nakunulia mpaka nguo, alafu unaniletea nini? Jaribu kuniinua hata mimi, utajua mimi ni nani, jaribu Zee cheke, Alisha ni friend na si date eh, naye nasi nimekwambia. mm -hmm. Nimekubali oh, my mafrend au wakisi, kila siku akuja mdomo imparara kaa kitu kingine. Alisha, Alisha, Alisha, unavunja ndoa. Nimepigwa na baridi, nimepigwa na baridi, baridi, baridi! Kumbe mate ya wanawake huko, halafu unanukujia kwa nyumba zako. Ushaona nini nini, una, una, una nini bado zibaki venye zilikuwa? Alisha ndo jua tayari. Sasa tunaenda kusolve kwa chana, kusolve kwa chana, ama. Kwa chana. Hmm. Labda wita wazazi wako walipe hiyo gharama yote ndio nitakuacha. Baba, wabaki kuwa wangu. La sivyo baba wabaki kuwa eh, wake ungatukin eh, majuju ya Mombasa. Dama hatakuwa dama wewe. <laughs> Ulikubali, nikakuliza utawezana, eh, niko sawa mimi mwenyewe ndo huyo nikajitolea, kudeti na mwanafunzi mimi na Hanson, ninadeti na mwanafunzi, na acha wale wengine wa huko nyuma, watu wamejibeba na vitu zao huko na waacha, kwa kuwa nakupenda wewe na nimekuchagua wewe na nimeamua kukusaidia alafu, sasa unakuja kusema nini? Ni huyu, unaitwa umezoea sijai sikia ukitoa magi kwa mdomo. Tunaenda kusolve lakini. Hakuna cha lakini. Lakini za nini baba, nini wewe? Eh? Wewe Baba, baba. Sisi tuachane alafu, muachane, muachane niende kwa wasee wenye nini na wao, ama mimi nitaenda kwa, kwa, nita kwa wasee sawa, nitaenda kwa wasee wangu. Wewe before nitoke niende kwa wasee, unaona kila kitu yenye nimekoa, yani gharama of my coin, yani dem amespend kwako min, so mimi naelewa like invest, invest kwako naelewad, sometimes mimi hutoka weitee hadi dhika mguu naenda job ati ni eti be boss juu breakfast nini na nini. Mimi natumia huyu, mimi najinyima, naenda mguu, natoka kazi mapema ndo nikuje mguu, at least nikuje nipandie gari mahali chief, unelizakil... Alafu unakuja kuniletea nini wewe, lazima ni nini, nini, nini, sababu nataka kujionyesha wendo, najieleza ndio. Ukitoka kama unaenda kuenda gharama uzilete, lazima uzilipie tena. Wacha nikwambie kitu ingine, huzilipi hivyo hivyo za jana faida bila faida, bila faidaa anazitoa bure, bila faida. In fact ni sawa. We student ulikubali. Mbona, mbona ulikubali? Kwani ulikuwa mishuga mami wako? Mishuga mami wako ulikubali nini? Somehow. Oh, mi sugar mami wako. Madhara ndogo ndogo za unaniita sugar mami na nimekushinda tu miezi miaka tatu peke yake hmm? Ah, lakini lazima bado ulipie yeah, hmm, mm. Mimi sugar mami wako zee, zee, sugar... Chepo huyo kijana chepo huyo kijana kibare moja sensible, sense, rudi anakuhitaji sugar mami Check check. <laughs> sugar mama mimi wako, siwezi piga dem, so dem mimi nakugonga buda, nakugonga mbaya sana na so mimi siwezi niletea, wache kunishika na nani sikushike sasa, si hebu niangalie vizuri, kwanzia juu mpaka Wacha nikwambie. Mabaki. Twaweza achana leo, utoke hapa baba. Utembee mpaka na magoti. Na vidole za mkono ni kuparara. Ni hivyo, ni hivyo. Ona hizo visenti wazipata so, kwa magi. Ni hivyo. Huyo alisha wako. Hata ndururu haezi toa hata moja. Haezi toa. Acha ikupea nini? Huyo shake kupea nini? Pa. Hata tu ndio kwenda shule shake yeah. Kupea. Hata tu ndio kwenda shule shake kupea. Acha ikupea. Sasa ukianza kuingiza, Alafu nini? Nini shida na wewe basi? Sasa alisha amefanya. Nikiingilia tunatoka. Tunaenda kwa nyumba. Kwa nyumba. Nitembee wapi? Twaenda sote pamoja. Muende mzo Kutembea, ya hey. Step yangu moja yako pia, si eti na harusi kitu gani, twende shika njia baba, nini <laughs> nikuache nyuma ndo ubaki. Shika, shika njia baba, shika mwendo baba, cheki wewe sasa, mguu moja ingine mbele, ingine inafuata. Nikiaka yangu moja yako inafuata mbele, kuzuri. <laughs> <laughs>